Unaitwa mwezi Mei kwa lugha ya Kiingereza, lugha ya Kiswahili tunauita mwezi wa tano. Toka tarehe mosi imekuwa ya moto sana, mpaka hii leo tuliposimama hapa na na Heavyweight Dulla, na kubwa sana ni taarifa kwa umma kuhusiana na Young Africans kueleza umma kuwa imepokea barua kutoka mahakama ya kiusuluhishi wa michezo wa kimataifa inayojulikana kwa jina la CAS, na kubwa hasa kwenye hii barua imejieleza wazi kuwa wao hawatocheza. Heavyweight Dulla, hali yako iko vipi kaka? Bana, kwema, mambo Salama bin Salmin, anasemaje? Namshukuru Mwenyezi Mungu na tuko salama bin Salmin, mm, pumzi inaendelea. Jana tu tumetoka kuyajadili mengi, umetoka kuyaweka sawa mm, lakini leo eh, kabla ya jua la utosi, inatoka taarifa kwa umma na inahusiana na eh, Young Africans wamepokea kama walivyosema, na kwenye barua yao umeipitia, mm, unaona wapo sawa katika kile ambacho wamekijibu, ikiwa ni sehemu ya taarifa kwa umma. Nafikiri ndio maana nili ulikuwa kila katika kitu cha ziada cha kuongezea nilikuwa nakwambia dabi ipo. Nilikuwa nakusisitizia sana. Nafikiri sasa umeanza kujua ayu, kwa nini, ayu, ayu, nilikuwa, e, kwa nini nilikuwa eh, kwa nini nilikuwa nakukumbushia kumbushia mara kwa mara. Uliona nini? Huu mchezo ni kama vile Yanga wanaukwepa. Yaani hiyo sasa sio tena kuficha. Hii ni, huu mchezo ni kama vile Yanga wanaukwepa. Kwa sababu tarehe ambayo ilipangwa kuchezwa kulitokea vimbwanga siku moja kabla ya mchezo. Hawataki Simba wafanye mazoezi, sio hivi na hivi na hivi mm. Simba wamezuiliwa, kuna viongozi pale walipewa wali, wali, wali, wali changamoto, manake mm. tunaenda kwenye kwenye swala, lakini lazima turudishe mzizi Wat, eneo yaani ene, unajua watu wengi kwenye hili sakata wanasahau kwamba lilianzia wapi. Lilianzia kwa hao hao walalamikaji okay. Na hao hao walalamikaji wakaja wakasema kwamba wao wametulia, timu zingine ndo zinaongea mm. Lakini kumbe wao ndo walikuwa wanalalamika na wao ndo walikuwa hawatulii sasa umchezo sasa, ni dhahiri shahiri kwamba wameanza ku, kukwepa. Lakini kwenye hii barua mimi nimeisoma mm. wanasema kwamba kwa sababu Kasim, wa instruct wao warudi kwenye mamlaka za ndani mm. za kisoka wao, uh, wanasema hawawezi kurudi katika mamlaka za ndani eti kwa sababu wanaona kuna dhulma zinafanyika, mm. ukiukwaji wa, wa kanuni na sheria na kuna timu zinapewa zinapoa upendeleo mm. mpaka kosa lake, mpaka sasa sasa hivi na maana hii timu haijui kosa lake masikini ya Mungu mpaka sasa hivi hawajua ndio maana mpaka sasa hivi hawajui, yaani hawajui, yani hawajui maskini Mungu na, na kwenye mambo ya kisheria sasa, sijui kwa sababu sijajua mimi, sijasomea sheria mm, lakini pale si kuna wanasheria wapo mm. Kwenye mambo ya kisheria unaposema kitu fulani hakipo kitu fulani kipo, unatakiwa utoe reference, umeelewa mm? Pamoja na ushahidi. Unaposema kwamba mimi ninaathirika kwa sababu hii na hii na hii, au ninakosa mapato kwa baada ya mchezo kuahirishwa, mm, unatakiwa ueleze kivipi si ndio, katika sababu ambazo walizielezea Simba pamoja na bodi ya ligi, waliwauliza hawa kwamba wao wanasema kwamba wame wamepata wame hasara kwa sababu ya kukosa mapato na vitu kama hivyo na pesa ambazo wametumia kwenye kuandaa mchezo. Lakini wao e, Simba wakajibu kwamba wanataka wajue kivipi e, waliweza kupata hiyo hasara, kwa sababu ungechezwa mchezo, maanake wangeweza kupata mapato. Na pesa ingeweza kupatikana, sasa wao kivipi, yani tathmini yao na vitu kama. Sasa hawa wamesema bodi ya ligi inafanya dhulma, inavunja kanuni, inapendelea baadhi ya timu, waeleze kivipi wanapendelea kabla ya kwenda huko kote, kwa sababu kuna sheria ambazo zinaongoza zinaongoza kanuni ambazo zinaongoza kwamba ikitokea timu imegomea kutofika uwanjani, si zipo kanuni zinajulikana. Sasa before hatuja review kwenye kanuni, nawarudisha na jinsi gani ya kucheza kesi zao ili waweze kushinda kesi zao. Hawa jamaa nawapa instruction, yani zile njia yeah, mm, kwa sababu ukitaka kushinda kesi usiwe mtu wa kuzungumza tu. Kwa mfano kama mimi, uchambuzi wangu nikikwambia Simba wanafanya kosa hili na hili ume, nakupa ume, na kupa na reference, jinsi ambavyo lile kosa linaweza likatumika na mpinzani kulingana na ubora wa mpinzani, nakupa mm, na reference mm kipindi namtetea yule, yule, yule mwamuzi Kefa Kayombo, nilitoa reference za mechi kadhaa bara ya RS Berkane. Wa, wa, wa, watu wasiokuwa na afya nzuri ya, ya akili walikuja kuntukana, lakini ukweli ndio unabaki kuwa hivyo, si ndivyo? Sasa na hapa pia nawaelekeza kwamba unaposema mamlaka zina uonevu, zina upendeleo na zinavunja kanuni, unatakiwa uonyeshe na reference kwenye kila shutuma unaotoa, zinapendeleaje? Dhulma ilifanyika wapi? Ilikuwa katika mchezo gani? Na vitu gani na gani havikufuatwa ikawa dhulma? Kanuni ilivunjwa wapi, sehemu gani na kivipi? Kanuni ilivunjwa na katika mchezo gani na namba ngapi? Kuna uonevu, uonevu gani ulifanyika dhidi ya timu gani katika mchezo gani saa gani? Sio unakuja tu tucheze kwa sababu kuna uonevu, kuna nini, kuna nini basi, na yeye tunafuata tucheze, tucheze. Hakuna, toa reference toa reference unapolalamika, toa reference. mm -hmm. Hata ukienda kituo cha polisi kushtaki, mm kuna, hata kama umeonewa, lakini kuna namna yake ya kwenda kushtaki mm. mm. na uta, katika kushtaki lazima kuna vitu uulizwe, kama hauna uwezo kusaidiwa, si ndio bana. Bana, umeibiwa wapi? mimi sikumbuki, nilijikuta tu nimepigwa. Sasa utakusaidia vipi? Ndo hawa bana wewe, oh, kuna dhulma sio, kuna nini kuna nini sio? Umeelewa pointi yangu ya kwanza hiyo. Zuri. Hiyo, hiyo. na barua hii nimeisoma hapa mm. kwa hiyo wakamalizia kwamba wao mm. E, msimamo wao ni kwamba hawa hawachezi mm. Sawa mm. hamchezi safari. Sasa hawajaweka kanuni so, sababu wanakuwa kanuni kutokana na kanuni hii na hii, hapo umeondosha hawajaweka kanuni, sijaona kanuni yote hapa mm. Wana, wanaanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao. Sasa mzigo unahamishiwa kwa wazee, vijana mm. eh? mzigo unahamishiwa kwa wazee eh? vijana wale wazee hatuchezi, si unajua, ndio umerudishwa hapo sababu kanuni mshu, e, e, barua mwisho siku inasema Wanayanga wote watakuwa tayari kupambania haki yao kivyo vyote vile iwe kiholela e, e, ili e, kukomesha dhulma na uvunjaji mkubwa wa kanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Kwa hiyo mzigo umehamishiwa kwa mashabiki okay. si nielewa, ndo wazee vijana sababu wale si ndo wanakuwa wanatoa kuizuia mechi hiyo kutokuchezwa kwa tarehe ambayo itapangwa na. Hapana, hapana. Unajua hmm. Of course wanaweza wasi, wao wana mamlaka kaku... ya kufanya timu isije uwanjani, of course hiyo nguvu wanayo, lakini ndo tunarudi sasa kwenye swala la kanuni, kanuni, kanuni. timu isipofika uwanjani kanuni namba 31 na mm. kifungu namba moja nukta moja. Hmm. kinasema kwamba timu inaweza ikashushwa madaraja mawili, mawili, mawili. Hmm. Eh, na point na timu ambazo matokeo yake yote kwenye ligi yakafutwa, mm. na zile timu ambazo hazikucheza nazo either wanaweza wakafaidika na zile point. No. Shu ninielewa. Mm. Au yakafutwa kabisa kwa timu zote ili kuweka uwiano sawa baina ya msimamo wa ligi. Mm. Si ndio manake? Mm. Lakini kama in case wamecheza zaidi ya nusu mm. ya michezo ya msimu husika, zaidi ya nusu kama alivyo fanya sasa hivi, manake imebaki michezo kaza, mit, mitatu takribani mm. ligi iweze mm. kutamatika. Mm. Manake matokeo hayatafutwa ila zile timu ambazo bado Yanga hajakutana nazo Iata, zitapewa mm, point, point, mm, ili kuweza kubalance mzani kwenye msimamo wa ligi kwa sababu kuna wengine washacheza kuna wengine hawajacheza mm, alafu baada ya hapo unatupilwa e, kwenye unashushwa madaraja haya mawili, mawili. Haiishii hapo Ma of course haiishii hapo mm. E, unakutana pia na vigongo vingine kwa mfano kiongozi ambaye ameshiriki au amehusika mm. mm. E, kwenye hili mm. e, kwenye aidha kushawishi au kuchochea hili jambo hmm, kwa, kufanya kwa namna yote ile timu isiweze kufika uwanjani hmm, atakutana na rungu hmm, lisilopungua miezi kumi mpaka kumi na ikithibitika, manake eh, manake hapa sasa bila moja kwa moja, moja inaenda kwenye rais wa, wa club si ndo? Kwa hivyo eh, sio hivyo tu, kuna faini hapo ya milioni tatu ambayo milioni moja na laki tano inaenda kwa bodi ya ligi, milioni moja na laki tano inapewa timu ambayo ime imefika ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime yani ile mpinzani wake ambaye alikuwa acheze naye. Lakini sio hivyo tu, mapato yake ya mchezo usika inakuwa imepotea. Yani ile haki ya kupata mapato katika mchezo usika itakuwa ime, imepotea. Nafikiri Yanga wanajua hivi vyote, kwao kazi kwao, kama wameamua iwe hivyo kwa sababu ya kukimbia hii mechi well and good. Lakini kwa upande wangu mimi ukiniuliza, hakuna sababu yoyote ya msingi ya Yanga kuikimbia hii mechi. Na kwa upande wako mimi nitauliza mm. uh, unaiona Young Africans ikipeleka timu uwanjani kwa hii scenario, ama Young Africans kwa uongozi wake wanajitahidi mm. kuaminisha mashabiki wake kwamba wamepigana katika kila njia na swala limekuwa nje ya uwezo wao hivyo hawana budi kupeleka timu uwanjani? Unajua, ili swali ni la msingi sana ndugu yangu mm. mimi kusema kwamba naiona Yanga inapeleka timu uwanjani au haipeleki hiyo mm. sio jukumu langu wala mimi sina hiyo mamlaka. mamlaka ya, ku, ya kujua kitu gani hawa jamaa wataamua kabisa. Lakini tu nafikiri sijajua mimi kama mawazo yangu atafika au vipi, lakini mimi kwa upande wangu, kama ningekuwa nikushauri, baada ya hili sakata nafikiri kuna mambo mengi sana TFF na bodi ya ligu wamejifunza hmm. kwa hivyo, labda niwaambie tu, muda mwingine hizi kanuni hmm. ziwe ngumu zaidi hmm. hmm. ili kuboresha ba baadhi ya maeneo mengi sana kwenye mpira wetu. Yani ziwe ngumu zaidi kivipi? Mfano labda iwekwe time, yani iwekwe age, iwekwe umri maalum ambao unaweza ukagavan viongozi wakubwa wa, wa, wa vilabu. Yani mfano, at least kuwa na cheo kikubwa ndani ya klabu labda kuwa mwenyekiti wa klabu, rais wa klabu, eh, unabidi at least uwe na miaka kuanzia hamsini, sijui unanielewa? Kwa sababu mtu mzima anakuwa ana uwezo wa kufikiria mbali na kabla ya kuamua jambo anakuwa anafikiria eh, negative na positive ambazo zinaweza zikajitokeza ndani ya mchezo husika. Kwa sababu ukija in reality timu zote zina unaweza kusema zina makosa lakini timu zote pia zimewahi kufaidika na uongozi wa bodi ya ligi kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kutoka tu from nowhere na kuanza kuikashifu bodi ya ligi na dhulma ina nini, si jambo zuri na inapoelekea hii inaweza ikaleta mgongano mkubwa zaidi siku za mbeleni. Na kwa nini nasema hivi, uongozi wa klabu uwe na mtu mtu mzima ni kwa sababu Eh, huyu engineer Hersi ni kijana mm. Kijana eh, of course ni mtu ni mtu mzima lakini, sio bado hajafika kwenye hajafika kwenye uzee na yaani ule umri wa wa wa, wa, wa busara eh of course yeah, hajafika kwenye umri wa kuwa na busara mm. Anaendesha vitu ki ki ujana ujana, ujana kinguvu nguvu, nguvu. Na, na, lakini kuna vitu ambavyo kuna mtu mtu mzima kuna namna yake ana handle vitu mm. na Yanga pale of course walikuwa wanajisifu kwamba uongozi wao ume stru, umekuwa structured na vijana wengi sana jambo zuri, lakini nafikiri watu wataanza kuona eh, baadhi ya changamoto za vijana wengi kwamba mm. mm. mm. sisi tuna mashabiki wengi, mamilioni ya mashabiki, tuna, tuna supporti, tutapata nini hivi, hivi. Ni. Lakini unavyotengeneza migongano hii kuna siku inaweza ikaja kuwa na mripuko mkubwa zaidi kwenye soka letu, na pengine ikaaffect burudani ambayo ndo kitu pekee Watanzania tunakipata sisi wapenda soka tunapenda zaidi soka tunapata burudani kwenye hivi vilabu mm. Sasa, huyu engineer, eh, yeye ni, ni kijana of course, ni mtu smart ana uwezo na mkubwa wa kufikiri na nini, lakini kwa umri wake kuna vitu anavifanya kwa sababu umri wake unamfanya awe vile, ikiwemo hivi. Na pengine labda niwaambie kitu kimoja, namalizia. Samahani, najua unataka kuniuliza mimi, nataka niwaambie kitu kimoja, huyu ki ki engineer hana cha kupoteza. Mm-hmm. Of course, hata kama ikitokea Yanga imepata la kupata, yeye anaweza either akawa kiongozi mkubwa um, um, serikalini. mm -hmm. Kwa nafasi yake, hicho an... kitu anaeza kakifanya na ikafanikisha. Anaweza akawa, kwa sababu tayari ni mwenyekiti wa vilabu mmoja -hmm. wa vilabu barani Afrika African Club Association ni mwenyekiti. mm -hmm. mm -hmm. Tafsiri yake ni kwamba atakuwa na connection kubwa na viongozi wakubwa wa mpira Afrika hii mm -hmm. ina maana ana uwezo enyeza huko nakuwa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye sehemu wa ya wajumbe ya CAF Okay. Simenelewa, ana uwezo wa deal na biashara zake, akaendelea na maisha yake nje ya soka na maisha yake yakamwendea, lakini wewe ambao unafuata hii je? Yeah. wewe Eh, ambao huna hela nzuri, kodi mm, inakusumbua una stress hapa na pale, burudani yako kubwa unaipata kwenye mpira sawa Yaani kwamba stress zako zikisha kuwa nyingi, wewe unaenda unaangalia burudani kwenye mpira, unapata faraja ile timu yako imeshinda, unaenda kutamba kijioni kwenu pale, unarudi unatamba, basi wewe ndio utakayeumia, si unanielewa? Mimi naomba niulize swali la mwisho. Eh. Kuendelea uh, kutokuwa na imani na bodi ya ligi au mamlaka inaosimamia mpira Mm. Ni kukubali ku, ku, ku, ku, ku, kukiri eh, kwa andiko lako kuwa hata wewe unaongozwa na watu wasiotambua nini wanachokifanya, kwa hiyo na wewe ni miongoni mwa watu ambao hautambui nini unafanya. Sija kuelewa swali lako. Unasema kutokuwa na imani mm, mm. Eh, na bodi ya ligi pamoja na shirikisho, kwa maana wanaoongoza ah. mpira wa miguu Tanzania Tanzania kwenye okay. okay, eh, okay. Hapo okay. kwenye barua kwamba, umekuja kwenye reference ya barua kwamba wao si wamesema si ndio, kama tulichozungumza jana? We dada akasema viongozi punguani, ina maana tafsiri ya haraka haraka walio chini wote mapunguani. Eh, ndio tafsiri hiyo. Kwa hiyo ukisema hatuna imani na bodi wakati ishakuwa imesha ime, ime, ime isha kugavani wewe mm. katika hiyo misimu yote minne, unachukua bodi hiyo hiyo, si misimu mitatu? mm, mitatu, eh of course, unachukua bodi hiyo hiyo ilikuwa ndio ina, ina, ipoe. na ilikuwa nzuri, si ndio? mm. Ghafla mm. tu imekuwa mbaya kwa sababu mechi, me, umefanya blanda ya kufanyia fujo mpinzani wako before mchezo mm. Alafu unakayo unakuja kutupa lawama kwa bodi moja kwa moja, si ndio? mm. Unakuja unasema kuna dhuluma, huna reference, sijui kuna kuna kuna timu zinapendelewa, huna reference, sijui kuna uonevu, huna reference, hujataja timu gani imeonewa, hujataja kitu kitendo gani kilikuwa kinaashiria dhuluma, umeelewa? Mbona vitendo vya upangaji matokeo vipo na vinaonekana, hujavitaja kwenye barua.